Jambo, na karibu. Mwanamke wa Kisumu ambaye aliibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya kujiunga na polisi atemwa baada ya kutangazwa kuwa mjamzito. Mwanamke huyu aliyetambuliwa kama Christine alitimiza mahitaji yote ya kuajiriwa na alivutia jopo wakati wote wa zoezi hilo. Aliongoza mtihani wa utimamu wa mwili akiibuka nambari moja katika kitengo cha kukimbia, na alitarajiwa sana kupata nafasi yake katika uteuzi wa mwisho. Hata hivyo mambo yalimwendea kinyume baada ya uh, jioni kufika, mchakato huo ulichukua mkondo usiotarajiwa karibu saa moja wakati Kristini alipoto, alipotolewa matokeo ya matibabu akidai kuwa alikuwa mjamzito matokeo anasisitiza kuwa ni ya uongo. Kwa hivyo, baada ya Christine kupitia kila hatua, kushinda kila sehemu ambayo ilikuwa ni mtihani kwake, na akaibuka nambari ya kwanza, kile ambacho kilikuja kumtoa baadaye, inasemekana ya kwamba matokeo ya matibabu yalisema ya kwamba alikuwa mjamzito, chamba ambalo Christine yeye mwenyewe analipinga na anasema ya kwamba yeye aya si mchamzito. Hiyo ndio hali ambayo ilifanyika, kipindi ambacho wa watu walikuwa wanatarajiwa wana kujiunga na polisi, lakini kwa huyu mwanadada ambaye anaitwa Christine, mambo yaligonga mwamba. Ikasemekana ya kwamba hata baada ya kupitia kila mchakato na kuwa nambari ya kwanza, lakini kuna sehemu ambayo ilimzuia kupata nafasi hiyo, eti alikuwa mjamzito. Hayo ndio mambo ambayo yanajiri kwa sasa. Kila ambacho nakuomba ni kwamba kisha kwa kwamba